Hivi ndivyo ilivyo katika uwanja wa manispaa ya Berkane muda mfupi kabla ya kuanza kwa mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya Kombe la Shirikisho la Afrika baina ya Simba na RS Berkane. Majukwaa mengi, watu wengi wameshaingia na wengine wanaendelea kuingia hapa, na timu tayari zimeshapanga vifaa kwa ajili ya wachezaji kupasha moto. Idadi kubwa ya mashabiki waliofika hapa ni wa RS Berkane ambao wamekuwa wakishangilia kwa nguvu kubwa kiasi ambacho sauti zao zimekuwa zikifunika hata ngoma za mashabiki wa Simba ambao wamejitokeza hapa. Kwa hiyo huu ndio uwanja wa manispaa ukiwa tayari, watu wameshaingia ndio unavyoonekana hivi. Uh, jukwaa la upande wa nyuma ya goli linaonekana ndio jukwaa la wale mashabiki kindakindaki wa RS Berkane, na hao ndio wamekuwa akishangilia kwa sauti na nguvu kubwa. <coughs>